Kongamano hili kwanza lilikuwa lifanyike tarehe ishirini na tatu mwezi wa nne, lakini kwa sababu ni kongamano kubwa na litaunganisha wachimbaji wengi kutoka kila kona ndani ya kanda ya ziwa na nje ya kanda ya ziwa, lakini viunga vyote vya mji wa Geita pamoja na majirani zetu watakuwepo. Sasa tumeona mwanzoni, eh, tulifikiria ni jambo dogo, lakini kadiri tunavyosogea kwenye maandalizi eh, tunaona ni jambo kubwa kwa hivyo tukaomba kusogeza mbele kuwa tarehe tisa, lakini pia tukapata maombi kutoka kwa watumishi wa serikali kwamba tarehe tisa itakuwa siku ya kazi, kwa hivyo wao watakosa fursa ya kuparticipate kwenye ma, kwenye kongamano hilo. Kwa hivyo tukasogeza kutoka tarehe tisa kuwa tarehe 11 ili tuwape fursa uo, wananchi wote wa sekta zote na nyanja zote waweze kuhudhuria kongamano hilo. Lakini kongamano hilo litakuwa kubwa sana, kwa sababu lengo la kongamano ni kumpongeza Dkt. Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya sita kwa kazi kubwa nzuri aliyoifanya kwetu sisi wachimbaji, hususan wachimbaji wa mkoa wa Geita. Na tutakuwa na mgeni rasmi siku hiyo Waziri wa madini Anthony Peter Mavunde, lakini tutakuwa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Baltin Ruben Shigera na viongozi waandamizi wengine wa serikali, lakini tutakuwa na rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania ndugu yetu Mheshimiwa John Wambura Bina pamoja na makamu wa rais na viongozi wengine waandamizi wa Femata, lakini tutakuwa na kuru nzima ya uongozi wa Gerema. Tutakuwa na viongozi wa wilaya eh, za kimadini ndani ya mkoa wetu wa Geita, lakini tutakuwa na wasanii, tutakuwa na wasanii wa kizazi kipya na wasanii wa nyimbo za asili. Mambo yatakuwa moto kweli kweli. Tutakuwa na mashindano mashindano ya kula kutafuna nyama yatakuwepo siku hiyo. Awamu zote zimefanya kazi kubwa, kila awamu imefanya pati yake, imecheza pati yake kumbadilisha mchimbaji. Kwanza tumepata masoko, tumepata masoko ya kuuza dhahabu zetu. Zamani tulikuwa hatuna masoko, tulikuwa hata tukipata dhahabu tunashindwa ni wapi tuipeleke, mwisho inaishia kwenye mikono ya wanyang'anyi na wezi, tunaibiwa. Lakini sasa tukipata dhahabu tunaipeleka sokoni, tunakuta eh, serikali yote iko pale idara zote ziko pale. E, mabloka na madila wako pale. Tunapata bei ambayo ni elekezi kwa siku yenyewe. Kwa hivyo, ukifika na dhahabu yako unauza, unapata pesa yako, unarudi kuendesha shughuli zako za uchimbaji. Kwa hivyo, lazima tusonge mbele tu, kwa sababu mambo yamewekwa vizuri. Lakini pia tunapohitaji leseni mfano za uchimbaji, sasa Mama Dkt. Samia Suluhu Hassan ametuletea mitambo ya kufanya utafiti tunayo mitambo imekuja mitambo kumi na tano na mingine imeongezeka. Kwa hivyo hakuna ubahatishaji tena, tutakuwa tunafanya tunachokijua, tunakwenda kuchimba sehemu ambayo tuna uhakika nayo. Yote ni mafanikio ya sera thabiti ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu inaunda serikali imara, serikali inayojali watu wake. Hakika imetujali sisi wachimbaji, tulikuwa duni sana. Tumetokea kwenye uchimbaji wa kutumia moko, hatimaye tumepanda na kuanza kutumia mitambo ya karasha lakini pia tumeanza kupanda sasa kutumia mitambo mikubwa ya CIP. Haya ni mapinduzi makubwa sana, na yote yanasababishwa na utulivu uliopo nchini, amani tulionayo, lakini sera madhubuti zinazotujali sisi wachimbaji na watu wa nyanja zingine. Uh, siku za nyuma tulikuwa tunazalisha kidogo sana, kwa sababu tulikuwa na mitambo duni, lakini kwa sasa kupitia mitambo hii, hakika kila mwezi mmoja tuna uhakika wa kupata kilo zaidi ya 80 za dhahabu. Kwa hivyo ni uzalishaji mkubwa ambao kwa kweli tulikuwa hatuwazi kuufikia lakini tumeufikia, lakini pia tumeufikia kwa kupata technical support. Hizi nazo zimetusaidia kutuelimisha kutoka katika uchimbaji wa kubahatisha, na kufika katika uchimbaji sasa wa uhakika.